Ipelekea sintofahamu eh, kubwa eh, pengine nafasi ya kumuona na hali iliyotokea eh, nadhani wengine, wengine wanakuwa nafikiria vingine, labda ambao wanashikilia vituo vya polisi polisi wawape wa E, nafasi au fursa ya ndugu kuwaona e, ndugu zao ambao wako kwenye vituo vya polisi e, kama ambavyo nimeeleza pia mawakili tulipata hiyo changamoto, na jambo hilo la kunyima fursa ya kuwaona ni kinyume cha sheria. Sasa baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nini sasa? Sasa e, wito wetu, ndugu waandishi wa habari tunatoa wito ufuatao kwa jeshi la polisi. Kwanza linapaswa eh, liwafikishe mahakamani wote wanaoshikiliwa eh, katika vituo vya polisi eh, na kama hakuna ushahidi kulingana na upelelezi ambao wamefanya, tunaliomba jeshi la polisi liwa liwaachie huru eh, hawa watu ili wakaungana na, na wapendo wao wakaungana na familia zao, lakini pia wakaendeleze majukumu ya kujenga taifa. Mtu anapokaa ndani eh, anakuwa hafanyi kazi maanake anashindwa kujitumikia taifa lake. Ni muhimu wakapewa dhamana au wakaachiwa huru ili waweze kuendelea na majukumu e, mengine ya kujenga taifa. Lakini pia e, tunatoa wito kwa jeshi la polisi e, kuwaruhusu ndugu, jamaa, marafiki, wazazi kuonana na ndugu zao ambao wanashikiliwa kwenye vituo e, mbalimbali vya polisi. Kama ambavyo mnajua watu wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali e, maeneo mengi e, nchini. Kwa hiyo, wapewe hiyo fursa ya kuonana na nao e, ili angalau waweze kuwapatia pengine hata na mahitaji na vitu vingine ambavyo e, kimsingi vinahitajika kwa mtu ambaye amekamatwa. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuruhusu mawakili wote nchini kuhakikisha kwamba wanaonana na wateja wao ambao wapo kwenye vituo vya polisi ili e, waweze kuwapa e, msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria sio mahakamani tu. Kwenye vituo vya polisi pia watu wanahitaji msaada wa kisheria, iwe gerezani watu wanahitaji msaada wa kisheria. Kwa hiyo e, watuhumiwa kama ambao tumeeleza wengi hawana uelewa wa kisheria, ni muhimu wakakutana na mawakili wao, wakazungumza nao, wakapata msaada ambao unastahili kwa mujibu wa sheria, e, msaada huo wa kisheria. Lakini pia e, tunatoa wito kwa jeshi la magereza kwa wale watuhumiwa ambao tayari wameshafikishwa mahakamani nadhani mnafahamu kwamba kuna baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani pasipo taarifa kwa ndugu au mawakili. Kwa hiyo walisomewa hati za mashtaka au mashtaka yao mahakamani pasipo kuwa na wakili au ndugu, kwa hiyo wamepelekwa, na baada ya hapo wakawa wamepelekwa ma, e, eh, kwenye e, eh, magerezani kulingana na kwamba tuhuma ambazo zinawakabili hazina dhamana. Kwa hiyo e, eh, na haijaelezwa wazi kwamba wamepelekwa kwenye magereza gani. Kwa hiyo ni muhimu sasa jeshi la magereza e, eh, kwa sababu mtu akishapelekwa gerezani e, jeshi la magereza na wajibu wa kuelezea au kutoa utaarifa au kutoa utaratibu wa namna ya kuwaona e ndugu zao kwamba ndugu yako labda yuko gereza la Segerea au yupo misanga Dodoma, au yupo wapi ili kusudi e, ndugu au e, wazazi marafiki waweze kuwaona au kuwatembelea pia e, ndugu zao na kuwapelekea pia mahitaji e, ya kibinadamu. Kumbuka hawa ni watuhumiwa na kwa mujibu wa katiba, mtu yeyote anapaswa kutendewa kwamba kuonekana kwamba hana hatia sawa. Hiyo ni kwa mujibu wa katiba e, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hawa watu wana haki zote isipokuwa e, haki ya kwenda sehemu yoyote anapotaka, kwa haki zingine zote za binadamu wana, wanazo. Kwa hiyo wanahitaji kupata mahitaji yao mbalimbali e, e, ya kibinadamu, mavazi e, na mengineyo, mahitaji ambayo ni ya muhimu e, wameuliwa lakini walikuwa majumbani. Kwa maana ya kwamba yeye ana ushahidi wake ni ile kwamba kwenye kuna baadhi ya ya, ya klipu na nini zimeonyesha watu wameuliwa wakiwa majumbani kwao, na wakati mwingine kuna risasi ambazo zimepigwa kwenye majumba. Sasa kwa kujibu hilo eh, kwanza niseme sisi kama chama na kama mawakili wa TLS baada ya kutokea kwa tukio hili lililotokea, chama kilitangaza na kikatoa namba ambazo watu wameruhusiwa kutuma ushahidi wa matukio mbalimbali, na kwa lugha nyepesi, chama kinaendelea na kuchakata. Tumekuja hapa kwanza kama, kama hatua ya awali, kwa sababu unapokuwa na tatizo yapo mambo ambayo lazima myashughulikie haraka, lakini mambo, yapo mambo ambayo mnaenda taratibu, kwa sababu yanahitaji umakini, yanahitaji ushahidi na yanahitaji kuchakata. Sasa swala la kwa mfano watu ambao bado wako mahabusu, swala la, mba, la, la watu ambao wamesomewa mashtaka wako magereza, swala la afya zao ni swala ambalo linahitaji uharaka, na ndio maana sisi kama chama cha mawakili tumejitolea kwamba lazima tushughulikie kwanza hilo swala, na baada ya hapo sasa ndio tutakuja kwenye swala kama kuna familia ambazo zimeleta ushahidi na zimeeleza kwamba ndugu zao walikuwa nyumbani tu, walikuwa hayuko kwenye maandamano na kadhalika, lakini yameuliwa tena kwa risasi ya moto, na ushahidi ukiwepo, hiyo tutaichakata na tutakuja kuitolea taarifa mbeleni ni hatua zipi tutachukua na kama watu wana wa, tunaweza kwenda mahakamani ili watu waweze kulipwa fidia. Ni kweli kwamba uhai wa mtu hauna namna unaweza ukaurudisha lakini pia hakuna chochote ambacho unaweza uka uka replace yani uka, uka, uka ukasema uka, uka hii ni fidia. Lakini at least, eh, kuonyesha kwamba tuko pamoja na walau wapate chochote kuonyesha kwamba eh, kuna watu wanatakiwa kuadhibika. Kwa hiyo, sio tu benefits lakini pia hata wale waliofanya hivi kwa sababu sisi ndani ya nchi wote tuko chini ya sheria na hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo si polisi au mtu yeyote ndani ya nchi hii anaweza kufanya kitu ambacho kinakatazwa kwa mujibu wa sheria. Nafikiri nitakuwa nimekujibu ndugu Jono. Nikija kwenye swali la pili juu ya nafikiri linaendana na... na la tatu na kwa mantiki hiyo E, majibu ni yale yale kwamba kwa sasa kitu ambacho tunakiangalia sana ilikuwa ni kudili na hii kitu. Kumbuka wengi waliokamatwa, ukweli ni kwamba hata kwa kuwaangalia ni miaka kati ya kumi na tano kumi na sita kumi na saba mpaka ishirini na tano Hawa watu wengine ni wanafunzi, hawa watu wengine ndio wamemaliza shule, wako mtaani, hawa watu wengine ndio wale vijana ambao walikuwa wanatuoshea e, magari kwenye kwenye sehemu za za barabara, na sasa hivi wengi ukiangalia, hatuwaoni hatujui wako wapi. Waandishi habari, na tamani hii kitu muifatilie, tujue baada ya tukio wale watu wameenda wapi, kwa sababu kumbukeni, sisi wengine tulikuwa tuna sehemu ya kujihifadhi, wale wanalala kwenye vituo vya daladala. Sasa kwenye ile lockdown, ile lockdown lockdown, hawa watoto walienda wapi na usalama wao ukoje? Sasa kitu cha muhimu tu E, kwenye swala la, la, ambalo swali la pili ambalo usema e, kuna wengine wamewatafuta ndugu zao hawawaoni wameenda la jinesi, wameenda wapi hawawaoni. Mimi niseme kitu kimoja hapo kwamba e, sisi kwa mfano ni taasisi, TLS ni taasisi tumejitokeza kwenye jamii kutoa msaada au kutoa kile ambacho sisi kama e, chama tunatakiwa kukifanya kwa jamii kama wajibu wetu sehemu ya obligation yetu. Ninatamani kuona pia taasisi nyingine ambazo zina wajibu kuhakikisha zinatoka. Kwa mfano tunatamani kuona e, hospitali watu wanaohusika hasa wizara au mahospitali yatoke watuambie, na kwa kibidi waweke orodha ya watu ambao walienda e, walipokelewa na kadhalika, au walitibiwa pale, ili ndugu na jamii iweze kujua ukweli lakini pia vyombo eh, vya ulinzi na usalama vijitokeze, vituambie, wanajua vifo ni, ni vingapi, na kama kama hakuna vifo watuambie, kuliko kukaa kuliko kukaa kimya, watuambie kuna vifo vingapi, na kama hakuna waseme hakuna vifo chojee. Kuna raia wa kigeni kwenye hawa mia e, sita na, arobaini na moja ambao tumewataja. E, kwanza ni sema taarifa hizi tumezitoa au tumezipata au kuzichakata kutokana na taarifa ambazo tumezipata sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni polisi, ambapo tulipokuwa tukienda kutaka kujua waliokamatwa na maendeleo yao walituambia idadi ya watu ambao wamewakamata na ambao wako mahabusu. Lakini idadi hii tumeipata pia kwa kutumia kesi ambazo ziko ma, hati za mashtaka ambazo ziko mahakamani ndio maana unaweza ukaona tumekusanya hati za mashtaka za sehemu mbalimbali hapa Dar es Salaam eh, kwa, kwa makosa ya vile vile kwa hapa Dar es Salaam wameipa uhaini kwa makosa ya vile vile Kigoma yamepewa wizi wa kutumia silaha ambilobali. Kwa hiyo ukiwachukua hawa watumiwa wa hapa Dar es Salaam ukiwapeleka Kigoma, inakuwa sio uhaini, inakuwa ambilobali. Ukiwachukua wale wa Kigoma ukiwaleta Dar es Salaam, inakuwa sio ambilobali, inakuwa uhaini. Kwa hiyo eh, kila sehemu wamefungua kesi kwa namna yake, japo ya nchi ni moja. Sasa hiyo nayo ninyi waandishi mtaichakata. Na kuwaje watu wamefanya kitu kile kile, eh, labda katika mantiki ile ile, na wakati mwingine siku hiyo hiyo, lakini wanapewa kesi za aina mbili tofauti kwa sababu tu ya kuwa na maeneo tofauti. Kwa hiyo sasa hizo, hizo, hizo taarifa ndio zimepelekea tukapata idadi ya mia sita na ngapi, arobaini na moja. Kwa mantiki hiyo sisi hatukudili hatu sana na kujua huyu ni raia au sio sio raia hilo e, labda kwa kusaidia unaweza kulipata ukienda kuonana na vyombo husika, kwa maana ya polisi au uhamiaji na kadhalika, wale wanaweza wakasaidia. <coughs> Nikija kwenye swali la la bima, kwenye swali la bima, bima ni mkataba kati ya anayelipia hiyo bima ili apate huduma na yule ambaye amekubali, uh, kwamba huyo awe mteja wake. Kwa hiyo kwa sababu ni mkataba wa watu wawili, japo unamlinda pia na mtu wa tatu, e, third party e. Kwa mazingira hayo mara nyingi sana kwenye bima e, cha kwanza ni kuangalia kama kuna hayo makubaliano. Kwa kama kuna watu wameharibiwa mali na alilipia bima ya ya ya kuhusiana na kuharibiwa mali, maana yake ana haki ya ya kudai kama hakulipia hana mkataba na hawajakubaliana juu ya hilo swala, maana yake hawezi kulipa. Nafikiri nitakuwa nimekujia ya jamii kutokana na tatizo lililotukuta, na nyinyi hasa ndio ambao ni chombo tunachokitegemea tunacho kuhakikisha kinafikisha habari kwa wananchi. Ukweli ni kwamba wananchi wengi hawajui ndugu zao wako wapi. Kwa hiyo e, tumetoa idadi, lakini pia nina tamani mwende mbele e, kama tunaweza hata tukawapatia kwa mfano, tuna majina yako kwenye kesi, tunaweza tukawapatia au wengine mnayo, basi mtafute namna hata mniandike, watu wanaweza waka, wakapata taarifa vizuri. Lakini pia pale inapostahili kupigia sa, sauti au kulalamikia kitu, mlalamikie ni kuwepo wakati e, watumiwa wale wanaletwa mahakamani na mmeona watu wamekuja wengine na risasi kwenye mguu, yaani mtu ana zaidi ya siku tano akiwa maabusu na kiasi kwamba mguu unataka kuoza. Mwingine amekuja amechomwa na sijui ni kitu gani, sijui ni mafuta, sijui ni nini, lakini hajapata matibabu ya aina yoyote, na mbaya zaidi nguo zake zimechana kwa vile vidonda vinazidi kuumia na kuna watu kama alivyosema, eh, nafikiri watu wa Maduhu au Kisabu, amekuja amevaa boxer na single <coughs> huyu mtu kwanza, kwa akili ya haraka unapata picha kwamba inawezekana hata alikutwa amelala kitandani. Hiyo ni picha ya kwanza kabisa, lakini cha pili unamwekaje mtu maabusu kwa zaidi ya siku tano akiwa hivyo? Na niombe pia kwa kutumia hivyo na mahakama zetu zijali utu wa mtu, pale mtu anapoletwa akiwa katika mazingira kama yale, nafikiri hakupaswa ya hata kupokelewa, ili iwe fundisho kwa wale watu ambao wana wakamata watu na kuwaleta katika mazingira kama yale. Unamletaje mtu mahakamani wa na boxer, na akiwa na single. Kwa ninaomba nyinyi muwe sauti yetu.